Sauti hii inayokujia ni ya tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025, na, na unachokiona ni mkusanyiko na mjumuiko wa matukio ya mwaka 2025 makubwa zaidi ya kimichezo yaliyotikisa ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Ninapozungumza tunahitimisha mwaka uliokuwa na mambo mengi ya 2025. Ulikuwa mwaka wenye ugumu zaidi kisiasa pamoja na kimichezo, lakini tubakie kwenye michezo. Nikisema michezo simaanishi mpira pekee, bali ni kuanzia mbio za laga, e, baiskeli na maeneo mengine kama mpira wa pete na vinginevyo, kwa maana ya upande wa wana wanawake na wanaume, watoto kwa wakubwa, wazee kwa vijana. Miongoni mwa matukio makubwa zaidi ambayo tunaweza kuanza kuyadurusu hapa ni tukio la kwanza kabisa, lile lililotikisa nchi ambalo lilienda kuhitimishwa pale Ikulu ya Dodoma. Tukio hilo ni la hatuchezi ambalo lilibuliwa na klabu ya Yanga baada ya kuamini kwamba wana haki ya kupata alama tatu za mezani baada ya klabu ya Simba kugomea mchezo kwa kile ambacho walisema kwamba wamefanywa wakiwa wanaelekea kufanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mechi ya dabi ya Kariako ya Machi 8 ya mwaka huu 2025, wakatoa taarifa kwamba hawatocheza mchezo huo, na ndipo Yanga wakaanzisha hiyo kampeni ya hatucheze walikisema kwamba Simba walikiuka kanuni nao wakaamua kugomea mchezo wa Juni 15 mwaka huu 2025, kwa kile walichosema hatucheze, lakini busara viongozi zikaingilia kati na hatimaye mchezo ukapigwa mnamo Juni 25. Na tano mwaka huu 2025. Hili lilikuwa ni tukio kubwa zaidi ililobeba mjadala wa kimichezo kutoka mwezi Machi mpaka mwezi Juni, ligi inaisha. Tukio lingine kubwa zaidi linaambatana na hiyo ya hatuchezi, lakini wakati huu ilikuwa ni wakati wa mchezo, ambapo tulishuhudia Simba akipokea kipigo cha sita mfululizo kutoka kwa watani zao Yanga, tukio ambalo halijawahi kutokea kabisa huko nyuma. Simba alikuwa amefikisha michezo sita mta alia akiwa anafungwa na Yanga, tukio la kwanza kabisa hili hapa, na kusababisha baadhi ya mashabiki kulalamika kweli kweli, kwa kile ambacho wakisema kwamba kufika michezo kumi ni hivi karibuni tu, kama imeshaweza kufika michezo Simba. Kwa nini alikuwa anaongea muda mwingi na wachezaji kuliko mashabiki? Kwa nini usicheze mpira? Umeona? Watu wamelalamikia malefo malefo, wamekuja malefo wakafu. Wame Wamechezesha mpira, hakuna mtu aliyoko mind kwamba eti labda mtu kachezesha vibaya. Umechezeshwa mpira, kila mtu kafurahi. Yaani pale kilichoonekana ni quality. Simba anakimbia kila siku kumkimbia Yanga. Hili ni tukio kubwa zaidi pia kwa mashabiki wa klabu ya Simba na michezo kwa ujumla hapa nchini. Mwaka 2025 kwa mara ya kwanza, Tanzania ikang'ara kimataifa baada ya mwanariadha toka nchini Tanzania Alphonce Felix Simbu kuweka rekodi ya kuwa mshindi wa mbio za dhahabu katika mbio za dunia zilizofanyika mjini Tokyo nchini Japani na kupeperusha vyema bendera ya Tanzania kuwa Mtanzania wa kwanza kabisa kushinda medali hii ya dhahabu ya mashindano makubwa kabisa ya riadha duniani. Hili lilikuwa pia ni tukio kubwa zaidi lililoing'arisha Tanzania katika medali za kimataifa. Tukio lingine ambalo liliteka makini ya wa Watanzania wengi hapa duniani lakini Tanzania tu kwa jumla ni baada ya kushuhudia kwa mara ya kwanza michezo ya wachezaji wanaocheza ligi ya ndani maarufu kama Chani ikichezwa hapa Afrika Mashariki kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya na Uganda kwa kile kilichoitwa pamoja Chani elfu mbili na ishirini na nne na kushuhudia Tanzania ikiandaa michuano hiyo kwa kushirikiana na Kenya ambao wote walifanikiwa kucheza michezo yao ya nyumbani vizuri na kufuzu katika hatua ya 16 bora, lakini kwa bahati mbaya Tanzania kwenye mchezo wa mtoano wakatoliwa na mabingwa Moroko ambao ulikuwa ni mchezo wenye msisimko kwelikweli katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hili ilikuwa ni tukio kubwa zaidi pia kimichezo. Lingine ni klabu ya Simba kutinga fainali ya kombe la shirikisho kwa msimu wa 2024-2025 licha ya kutotoa ubingo huu, lakini ndoto ya takribani miaka nane kutoka mwaka 2017 ya wanalunyasi ilifanikiwa kutimia baada ya muda mrefu wa kuitwa mwaka, mwaka robo kutokana na tabia yao kuishia hatua ya robo fainali na kuzaa jina lenye kuhusishwa na unyekiusa mwaka robo, hatimaye klabu hiyo ilivuka kwenda nusu fainali na hadi fainali na kucheza dhidi ya belkane na kukubali kichapo cha mbili sufuri ugenini na sare ya moja moja katika dimba la New Amani Complex, na tukashuhudia belkane wakitawazwa mabingwa katika arzi ya Zanzibar. Lakini ilikuwa ni tukio kubwa zaidi kwa Simba kutinga fainali, ilikuwa ni ndoto ya muda mrefu. Licha ya kwamba watu waliona kama imefeli, lakini wao kwenye mlango wao ilikuwa ni sehemu ya mafanikio. Hili lilikuwa ni tukio kubwa zaidi kwa wana Simba, lakini na Tanzania kwa ujumla. Tukio pekee la kihistoria Klabu za Tanzania nikushuhudia klabu zote nne zilizoenda katika hatua ya mechi za mtoano ili kwenda makundi zikifuzu katika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kabisa kushiriki, kwa maana ya Azam na Singida mechi wa shirikisho, lakini Simba na Yanga klabu bingwa barani Afrika. Hii ni hatua kubwa zaidi ambayo ilithibitisha hatua kubwa tuliyoipiga kisoka kama taifa la Tanzania, lakini funga mwaka iliyotokea Disemba 30, pale nchini Morocco. Hivi tunavyozungumza, Tanzania itavuka mwaka ikiwa nchini Morocco. Hapa hamna kupindwa, haya matokeo ni tukio kubwa kuliko kawaida, baada ya kushuhudia Tanzania wakifanikiwa kwenda hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza, michuano ya mataifa zamani ikiwa mataifa huru na Afrika yani AFCON mwaka 2025, ndoto ya muda mrefu ya stars baada Sare ya moja moja dhidi ya Tunisia, hakika ni tukio kubwa zaidi kimichezo nchini, kwani tangu ianze kushiriki Afcon mwaka elfu moja mia tisa themanini pale nchini Nigeria, haikuwahi kushinda mchezo wote wala kuvuka kwenda hatua nyingine zaidi, zaidi lishia tu hatua ya makundi kutafuta sare ama kupoteza kabisa. Lakini mwaka huu licha ya kutoendelea kushinda, kupita kama best loser, ni hatua kubwa kwa stars iliyo na ndoto ya kufanya vizuri zaidi kisoka. Hakika hii hapa baki katika sehemu ya historia, hata kama hawatofika mbali, lakini sisemi tusifike mbali. Hili ni tukio lililobeba matukio yote zaidi kimichezo, kwani ni la kitaifa, lakini pia limeteka makini ya soka ndani ya Tanzania, Afrika, lakini na dunia kwa ujumla, kwani dunia sasa hivi inatambua kwamba katika michuano ya Afcon kwa mara ya kwanza Tanzania imeenda katika hatua ya 16 bora. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.